Aa, kwa majina naitwa Mrakibu Msaidizi Jeremia Mkomagi, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro. Jana tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano majira ya saa mbili na dakika eh, kumi na nane katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini, tulipokea taarifa za kuwepo kwa tukio la moto wa bweni la wanafunzi katika Uh, shule ya sekondari Mkuu, lakini niseme uh tu kwamba hili bweni linamilikiwa na eh, eh, linamilikiwa na jimbo la Katoliki parokia ya Mkuu Rombo, lakini wanafunzi ambao walikuwa wakilitumia ili bweni ni wanafunzi wa sekondari ya Mkuu Rombo ambayo ni sekondari ya serikali. Kwa hivyo tutofautishe kati ya, ya, ya maana, nimeona kuna baadhi ya taarifa zinasema ni bweni bweni alilioko shuleni. Hapana, bweni inamilikiwa na na parokia ya jimbo la eh, parokia ya Mkuu, lakini wanafunzi walikuwa wana- wanakaa katika hayo mabweni ni wanafunzi wa sekondari ya Mkuu. Kwa hivyo sisi, baada ya kufika eneo la tukio, tulikuta kweli moto eh, umesambaa katika eneo kubwa, na askari walianza juhudi za kuzima huo moto na tunashukuru Mungu kwa kushirikiana pia na wananchi wa eneo hilo, tulifanikiwa kudhibiti moto na kuuzima, maana kulikuwa kuna bweni la jirani ambalo huenda lingeweza kushika moto. Kwa hivyo tuweza tuliweza kuliokoa hiyo bweni lisishike moto, lakini pia katika tukio hili hatuna eh, madhara kwa wanafunzi ama binadamu yoyote ambayo huenda eh, labda alipata matatizo yoyote kutokana na tukio hili, lakini hatuna. Kwa hivyo tunijambo la kumshukuru Mungu ya kwamba hatuna madhara kwa binadamu, lakini madhara ambayo yamepatikana kwa kwa kwa mali ni kuteketea kwa hili bweni zima ambalo lilikuwa lina section mbili ama, e, e, e, ni, ni kama ya, ni kama sehemu sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo pia ilikuwa ina ina vitanda e, vitanda jumla mia moja na sitini pamoja na magodoro yake hayo mia moja na sitini. Kwa hivyo hivyo vimeteketea vyote na hilo bweni lote, lakini pia mali zile za kawaida za wanafunzi kama nguo, madaftari, vile vitu ambavyo wanavitumia kawaida wakiwa wanaendelea na masomo yao hapo shuleni na vyenyewe vimeteketea. Lakini naweza nikasema kwamba hatukuwa na majeruhi wala kifo kutokana na hili tukio. Kwa hivyo uchunguzi wa wa tunaendelea kufanya uchunguzi ili kuweza kubaini chanzo.